Mwanzo timu yako ya vijana wa Slough, labda kuzungumza mashindano haya mgumu, lakini umejitahidi sana, umefanya mambo mengi, lakini kuna marekebisho mengi, yaani kama wanayasikia nayozungumza kwa hivi sasa hivi, kabla ya kuondoka, madamu watu wote washiriki wapo wachukue viongozi wa kila timu waalafu, wakutane katika mitandao ile meeting phone meeting ile, au group meeting, ili kujieleza nini tufanye. Mambo mengi sana umeyakosea. Sasa unatoa watu sla na kujalizwa, wanacheza mpira w dakika kumi na tano. Kwa hiyo unakusudia kwa mechi ya dakika thelathini, ni ngumu sana sana. Ilikuwa dakika thelathini au tunaanza kumi na tano tunamalizia ishirini kumi na tano, huwezi kurudisha goli. Mambo mengine yote yanarekebishika kama wakati nini na nini, mambo ya kurekebishika, lakini wamejitahidi sana na mambo sio mabaya, lakini waunde jokovu ya hawa watu ambao tumebahatika. Kuna wachezaji wengi wengi wa zamani wapo, wawachukue wale, waunde kamati, alafu waifanye hiyo timu zile shiriki na ninazotaka kushiriki wao wanajiuana, yani huyu ni muda mwafaka leo kwa wakutane japo kama hatufanyi chochote, waandike majina na namba zao za simu, alafu hata kwa hiyo kwa hii ya sasa hivi unafikiri ni na ice break ya wenyewe kuwa tunaanza something new. Kwa hiyo makali tukija eh, tusirudi nyuma, tuendelee zaidi, manake na kuendelea zaidi ni kama hivyo, wapatikane viongozi wasio kama, yani kama vile mlivyo hold nyie uwe tu our team zote tumeholdi kwa wakati mmoja na sote tumeshirikiana. Sasa hivi tumealikwa, japo kuna makutakuwa kuna fee kuna nini kuna nini, na wajali muda, watu wanakotoka, watu wanaendesha gari masaa manne matatu, warudi tena manne matatu, usifike usiku, tunafika iwe punctual time na nini. Lakini mimi natoa hongera tu, umejitahidi mambo kama haya hayako zamani wala hayahapo, na tuko zamani mwaka wa ishirini na tano thelathini, hamna mambo hayo. Asante sana, shukrani.